Rudi hapo. Mimi niendelee kuwakumbusha wana CCM wote ambao kadi zao zimeshakuja waende kwenye matawi ya chama. Vijana wetu wa Tehama wako pale atapata kadi zao, na wale ambao kadi zao hazijaja, kadi zinakuja. Hakuna mwanachama ambaye atapata kadi hata mmoja. Nakuwa pia wana CCM, tunaelekea kwenye uchaguzi kwa ngazi ya CCM. Kwa, kwa, kwa upande wa rais, sisi kama Chama cha Mapinduzi tulishamaliza kwenye mkutano mkuu uliofanyika tarehe na 19 Dodoma Januari kumpitisha Daktari Samia Suluhu kuwa mgombea wa chama cha Mapinduzi pamoja na Daktari Hussein Mwinyi kuwa mgombea wa chama cha Mapinduzi kule Zanzibar kwa, tiki, kwa, kwa nafasi ya urais. Lakini pia rais wetu Mama Samia, kama mwenyekiti, akamteua Dr. Emmanuel Nchimbi kwa mgombea mwenza. Wito wangu kwa wana CCM tuendelee kumshika mkono Mama Samia Suluhu Hassan, tuendelee kumuunga mkono kwa kuwa sisi hatuna mgombea mwingine zaidi ya yeye. Mambo aliyoyafanya ni makubwa sana kwenye chama chetu. Sasa hivi ukienda kila kata ina pikipiki, tuna mambo mengi makubwa. Kadi ndio hizi, miradi imefanyika, vituo vya afya. Umeona hata ile tulikuwa pale halmashauri mm. Umeona vikundi zaidi ya thelathini na moja vimepata ile asilimia kumi, zaidi ya milioni mia tatu na ishirini na zaidi pale tunaambiwa bilioni mia moja na bilioni bilioni moja na milioni themanini zimetolewa kwa ajili ya vikundi. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana. Hospitali za wilaya zimejengwa huko Mabogini, vituo vya afya. Mwaka 2020 hapa tulikuwa na vituo vya afya vichache, lakini kwa kipindi kifupi tumejenga vituo vya afya zaidi ya vitano. Zaidi ya bilioni tisini zimeingia kwenye wilaya ya Moshi vijijini, kitu ambacho tangu uhuru hizo fedha hazijakuja hapa Moshi vijijini. Hiyo ni kazi ambayo umefanya Mama Samia Suluhu Hassan, miundo mbinu mabarabara na mabarabara sasa hivi ndio yanajengwa malami huko Mabogini, huko Kirua Vunjo Magharibi, huko Himo na maeneo mengi mengi mabarabara yanajengwa. Mashule, umeona ukienda kule Kolila kuna mashule yamejengwa kule zaidi ya bili, bilioni moja na milioni mia tano. Ukienda kule njia panda, mamiradi ya maji kibao. Kwa hiyo wito wangu kwa na sisi lakini na kwa wananchi kwa ujumla tukaendelee kumuunga mama Samia mkono na kuhakikisha kwamba Oktoba tunajitokeza kwenye uchaguzi. Hivi karibuni tutakuwa na daftari tutakuwa na uboreshaji wa daftari. Naamini inawezekana ni nikaanza kwenye tarehe 16 mpaka 20. Kwa wale ambao hawajajiandikisha waende kwenye ofisi ya kata wakaandikishwe. Na wale ambao labda taarifa zao zinakubadili badili, labda kuna mtu alikosea jambo ama amehama, aende pia akarekebisha taarifa zao. Lingine, sisi twendeni kwenye, tunaamini tuna wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wa Moshi vijijini watajitokeza kwenye kuchukua fomu ndani ya chama chetu. Chama chetu tutaanza kutoa fomu tarehe 10 na tarehe 28 mwezi wa sita mpaka tarehe mbili mwezi wa saba kwa wale wanaotaka udiwani pamoja na ubunge. Wapo watu ambao wanabeza beza kwamba hatutakwenda kwenye uchaguzi na wanasema no reform no election. Hao wanajidanganya, uchaguzi utafanyika mwaka huu kwa sababu uchaguzi ni takwa la kikatiba, sio takwa la mtu, na uchaguzi sio takwa la chama fulani. Uchaguzi ni takwa la katiba kila baada ya miaka mitano. Sii sisemu si, vyama si, si, si, vyote ikipima sisemu si vinaenda kushindana kwa ajili ya kuunda dola. Kwa hiyo sisi, sisi wewe mtu tumejiandaa kwenda kwenye uchaguzi na vyama zaidi ya 20 na umesikia vimesaini fomu za maadili. Maana yake viko tayari kwenda kwenye uchaguzi. Tuendelee kuwapuuza hawa ambao wanatembea huko na huko na wanashika vibango vyao wakisema kwamba hakuna uchaguzi utakaofanyika. Uchaguzi utafanyika. Sisi bado tuna tunapenda nchi yetu na tunapenda amani ya nchi yetu na tunasema kwamba bila uchaguzi hakuna maendeleo. Bila uchaguzi hakuna kitakachofanyika kwa sababu mchakato wa maendeleo unategemea na uchaguzi na ndio maana kila baada ya miaka mitano tunaenda kwenye uchaguzi ili tuweze kuunda dola. Sasa hao wa wanaosema kuna uchaguzi, nataka tuunde dola ipo, nataka tujiongeze kama maeneo mengine. Kwa hiyo sisi hatuko tayari kuingia kwenye machafuko, tuko tayari kwa ajili ya uchaguzi. Na na wamasisha na sisi wa na wananchi wa Moshi vijijini, sisi twende kwenye uchaguzi na tukataka kufika kwenye uchaguzi tukichagua chama cha Mapinduzi.